Kwa majina yangu ni Mery Wamboi Kemani, mkaaji wa Hispania eneo la Nairobi ndogo. Na ikiwa siku ya Alhamis saa tano nimepigiwa simu na ofisa aliyejitambulisha ni wa kitengo cha koplo cha kumumwamu, ambapo aliniuliza kama namfahamu kijana anayeitwa Alan Kamau, nikamwambia ni kijana yangu akaniambia tunakuomba uje kwa sababu amekamatwa na shangazi yake yuko ndani kwa ajili ya kukata mti. Mimi nilichukua hatua nikaenda na wakamtoa ndani wakamleta. Nilipomuuliza alisema amemuomba shangazi yake msamaha, kwa hivyo aliomba shangazi ya msamehe. Aliporudishwa ndani nili nilikopula alimuuliza shangazi yake unatakaje, yeye akasema anataka alipwe hela alizoenda kwa forester na alizo, sijui alifanya nini zingine, hata sikumbuke. Nikamwambia hapo na hapo sina pesa. Kwa hivyo, koplo akaniambia anamhamisha kutoka pale post, amlete station Isibania, abukiwe na Friday apelekwe mahakamani. Mimi nilikuja nikasubiri, siku hiyo ikaisha. Siku ya pili yake ambayo ni jumaa kitu saa tano, wakanipigia Waka, nikawauliza mumefika Kihancha kwa sababu ilikuwa abukiwe aende, aende mahakamani. Wakaniambia sisi bado tuko hapa kumumwamu. Nikauza kwa nini akae kumumwamu masaa hayo na iruhusiwi. Wakaniambia utajua baadaye. Kukaa kidogo, kijana akaomba namba ya mtu anaitwa Ethan na Muhammad, nikamtumia lakini wakakataa asiongee na hawa watu. Baadaye saa kumi Saa kumi na moja koplo akanipigia simu mimi, nilisikia sauti tu akimwambia ongea na mama yako. Nikasikia akiniambia kwa uchungu, mama, naomba uniokoe. Ikawa mvua imenyesha kubwa sana, singeweza kutoka. Koplo mwenyewe akanipigia simu, akaniambia tunaomba utuletee shilingi elfu kumi na tano sasa hivi, na usipoleta kesho utalia na hujui utaambia familia nini. Kama dakika salasini zilizopita nikasikia koplo ananitafuta, akaja mpaka dukani kwangu, akanichukua na gari ya polisi kanipeleka kituo cha Isibania, akarudi akanitoa, kanipeleka kwa DCI. Hapo ndipo waliniambia mtoto wangu amejitia wa kitanzi. Nikashindwa, saa 11 nimeongea naye saa kumi na mbili wananiletea ripoti amejitia kitanzi. saa ngapi kituoni na kwa nini hawakumleta kumbuk police station Isibania? Hapo ndipo aliondoka na gari la ndrova ya serikali wakaenda wakautoa mwili, hawakuruhusu nione mtoto wangu ame, amejiitia kitanzi wapi, wala mwanafamilia wala jirani wala rafiki, hakuna mtu aliyeshuhudia. Paka leo tunatatanishwa. Ningeomba serikali inipe haki kwa ajili ya mtoto wangu. Haiwezekani vijana wadogo wa umri kupelekwa na kuuawa seli na serikali. Hata mhusika aliyempeleka, labda naye ni yeye amehusika kusema amaliziwe. Mimi ninaomba serikali inipe haki kwa ajili ya mtoto wangu. Wanafamilia wote tunaomba haki, marafiki wanaomba haki.